hata bwana mwingine utaolewa eh utaolewa eh, mwanamke anampiana kwao, naenda kokote eh. Mbona mimi mwenyewe hapa sieleweki mzee ah? Tuelezo pia bwana mchelewesha. Tuna shamba na eka mbili, lipo Msalato. Ongeza sauti bwana, mbona tukusikii. Tuna shamba na eka mbili, lipo Msalato. Ehe, pia tuna shamba Mpwapwa la eka sita. <laughs> <laughs> <laughs> Ng'ombe wanne na mbuzi 30. Wangapi? Mbuzi 30. Ng'ombe wanne, hawajazaa tena. <laughs> Tuna nyumba tatu, moja ipo Chamwino, nyingine ile ya uh -huh. si na hii hapa tunayoishi. Hii tunayoishi ndio. Tuna pesa, ndiyo hizo tu basi. Na pesa zipo fixed account. Yes! <laughs> Hapo sawa. Hapo sawa. Umesema ziko kwenye nini? Fixed account. Safi sana. Sasa unisikiliza vizuri. Pesa, Kesho asubuhi na mapema kabla jogoo hajawika. Nimesema kabla jogoo hajafanyaje? Hajawika. Eh. Uende benki ukazitoe hizo pesa. Ndio. Isibaki hata senti moja. Na karatasi zote za mashamba na nyumba zikabidhiwe kwa kiongozi wa ukoo. Sawa kabisa, nimemaliza hapa. Hamna kikao, tuonane kesho. Ufuate kama nilivyokueleza, fanya hivyo hey. Jamani, eh? Ufanya hivyo hizo pesa

kwenye serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na champion Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamke mwanamama, mwanamke analia, never. Mashujaa wote duniani, wote mnaowajua ninyi, kila anayejipambanua yeye kama shujaa kwenye dunia hii ametoka kwenye tumbo la mwanamke. <coughs> Umebebwa, umekaa kwenye giza miezi tisa tumboni, akaenda leba, akakusukuma ukatoka, eti unakuja duniani, unakuja kumliza mwanamke? haijawahi kutokea na <coughs> haitakaa itokee kwenye historia ya nchi hii. <coughs> Kwanza, usilie. Mheshimiwa Rais, kama nilikunukuu vizuri, ulisema nendeni mkasimamie haki za watu katika ardhi, kwa sababu ardhi ndiyo utajiri wa nchi, ardhi ndiyo utajiri wa mtu, ardhi ndiyo kila kitu na waziri wa ardhi, nimekusikia mara kadhaa, wewe na wizara yako na makatibu wakuu, mkisema mnatafsiri maono ya Daktari kwamba itakapofika 2030 kila kipande cha ardhi kiwe kimeweza kutambulika. Mheshimiwa Waziri, kipande cha mama huyu ukijui. <coughs> Mheshimiwa Rais aliwahi kuongea. Naibu Spika, wewe nusu chuma nusu mtu, nakumbuka uliongea Tanga. Mheshimiwa Rais, umefanya mambo mengi kwenye taifa hili. Kwenye sekta ya afya umetuheshimisha vifaa tiba, wataalamu, miundombinu, elimu imetolewa. Kwenye maji umemtua mwanamama ndoo kichwani. Kwenye sekta ya nishati wewe ndio champion. Umetoa bilioni nane na milioni mia sita kwa ajili ya ruzuku watu watumie nishati safi. Umetoa pembejeo kwenye kilimo lakini mzigo bado tunakutwisha, tunataka wanawake wasilie. Kikao hiki kilichokaa leo kupitia serikali yako awamu ya sita ndiyo kikao cha mwisho cha mila hiki Mama. Kiende kuwa ndio kikao cha mwisho Mama, kwa sababu umesema wanawake na wanaume wote kwenye kupata na kumiliki hati ya ardhi viende kuwa sawa. Ulisema hutaki kumwona mwanamke analia. Hata lia tena kweli, mama. Mwanamke hatolia tena. Naomba mseme hatolia tena mbele hato ya Daktari Samia Suluhu, mwanamke hatolia tena.